Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameibuka na kuzungumzia juu ya hali ya kisiasa inayoendelea nchini Tanzania mara baada ya kutamatishwa kwa uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Oktoba tarehe 29. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Stephan Dujalik ambaye ni msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, taarifa hiyo imeeleza kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesikitishwa sana na hali katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba, ikiwa ni pamoja na ripoti za vifo na majeruhi wakati wa maandamano. Anasikitishwa kupotea kwa maisha na anawasilisha pole kwa familia za walioathirika. Anaangazia umuhimu mkubwa wa kulinda haki za msingi, hasa haki ya kukusanyika kwa amani na uhuru wa kujieleza, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa habari. Anataka uchunguzi wa kina na wa haki bila upendeleo kuhusu madai yote ya matumizi makubwa ya nguvu. Katibu mkuu pia amesikitishwa sana ripoti za kupotea watu na kukamatwa kufuatia uchaguzi. Anaohimiza mamlaka kuhakikisha mchakato unaofaa kwa wale wote waliokamatwa, kuhakikisha usalama wao na kufanya uchunguzi wa kina na wa haki bila upendeleo kuhusu madai yote ya ukiukwaji wa haki za binadamu kulingana na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. Katibu mkuu anaohimiza wadau wote kukataa vurugu na kushiriki katika mazungumzo yanayojumuisha na ya kujenga ili kushughulikia malalamiko na kuzuia kuongezeka zaidi kwa misuguano. Umoja wa Mataifa uko tayari kusaidia juhudi zinazolenga kukuza mazungumzo, kuimarisha utawala wa kidemokrasia na kukuza amani endelevu nchini Tanzania.